Kwengineko, mkutano wa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya mjini Kakamega Jumatatu hii ulisababisha kusitishwa kwa muda kwa shughuli za usafiri huku wananchi wakijitokeza kumsikiza gavana Natembeya, aliandamana na kinara wa Roots Party George Wajackoyah. Alikuwepo Brenda wawiri na kuandaa taarifa hii. Msafara wa gavana Natembeya ulisitisha shughuli mjini Kakamega baada yake kuwasili kwa kishindo, akiwa ameambatana na baadhi ya wafuasi wake na wakazi waliomlaki. waaziduni kunyanyaswa kuungia watu watoto chman haya shetani uko jojo bwana. Mjini Kakamega alizunguka mji kuwasalimu wakazi, wengi wakiziacha shughuli zao kumlaki gavana Natembeya. msafara mrefu wa magari na umati wa wakazi ulishuhudiwa kwa takriban saa moja alipokuwa mjini Kakamega. Baadaye Natembeya aliyehutubia wananchi akiikashifu ya serikali ya Kenya kwanza kwa kuwadhulumu wapinzani wake huku akiapa wa kutokoma kuikosoa serikali anayodai ime kuwa imeitenga jamii ya Mlembe. Haiwezi kuwa kwamba jamii ambayo watu wamesoma hapo kienda kwa serikali hakuna kazi, wakiajiri polisi wengine wanabebwa na malori, nyinyi mnabebwa na bodaboda Sasa na na mimi ni jenerali Natembea. Na Wajackoyah, wamemtaka msaidizi wa kibinafsi wa rais Faruk Kibet kukoma, walichodai ni kuigawanya jamii ya Mlembe na kutumia fedha za umma kama chambo kuwashawishi viongozi wa eneo hilo. Hapo Wamalava wameleta mtu mwingine ambaye anachaguliwa ati yeye ndiye anakuja kupanga Waluya kila kila weekend ako hapa anatukana viongozi ya Waluya. Ee, mutakubali maneno kweli? Mutakubali maneno kweli? Watu wakikuja hapa Kakamega, mwambie tuko na ndume sisi, ama namna gani? Hatutafuata ndume za watu wengine, wa mama Waluya pia wamezaa wanaume, ama namna gani? Tukimwona governor akinyanyazwa kwa shilingi milioni mbili milioni tatu na hawa wamesema ati wanaenda kuprobe kwa bilioni sijui ngapi. Wanataka kumshika mnyanyaze, ndio wakuja wakae kwa boma yetu, tunakataa. Halafu wameanza kupanga walio wengine kama mang'ombe. Jana kuna waluhya viongozi wamepangwa Vihiga, na huyu mjamaa, si unamjua? yeah. Nataka niambie akinisikia, kuanzia leo Kakamega sio mahali ya kucheza semeni, he! Bungoma, yeah. sio mahali pa kuchezewa semeni, he yeah. Trans Nzoia sio mahali ya kucheza semeni, he yeah. Busia sio mahali ya kucheza semeni, he yeah. na wakati Mluya yeyote ambayo ako Kenya hii mahali yeah, alipo, azichezee semeni, he yeah. wakitaka kupanga wale matumbo kubwa waende sokoni wapangie huko, mnasikia gavana? yeah. Natembeya amewataka wakazi wa eneo la magharibi kujitokeza kuchukua vitambulisho na kadi za kura ili wawe na usemi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Viongozi walioambatana naye akimtaja kuwa mkombozi wa eneo hili la magharibi. Anapata ni kazi ya kupika ate kazi nyingine mrua, anapata ni kazi ya maid. Nyinyi mnakubali hiyo maneno? Mnakubali hiyo maneno? Tumeamua ya kwamba lazima tumalize. Shida ya Muluya na mwenye atamaliza shida ya Muluya ni nani? Yeah. Brenda Brena Wawira West TV mjini Kakamega <laughs>